Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Marko sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya sita. Marko anatueleza Yesu akiwa anaingia ndani ya sinagogi, kama nilivyoeleza kipindi cha nyuma kwamba sinagogi ilikuwa ni nyumba ya ibada kwa Wayahudi na kila mahali ambapo Waisraeli kumi au kumi na tano walikuwa wanaishi walijenga sinagogi, na kazi ya sinagogi ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya ibada ya siku za Sabato, kusoma maandiko matakatifu na kuweza kujifunza. Yesu mwana wa Mungu ambaye alikuja kwa ajili ya kuifanya dunia yote imjue na kumpenda Mwenyezi Mungu akiwa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu na yeye anakubali kuingia ndani ya sinagogi ili aweze kusoma neno la Mwenyezi Mungu, aweze kupata nguvu katika safari yake ya utume aliyokuwa nao, na baadaye ajifunze neno la Mwenyezi Mungu. Ingawa alikuwa ni Mungu, hakuwa na kiburi cha kujitenga na neno la Mwenyezi Mungu. Twajifunza kitu kikubwa sana hapa. Tupo katika nyakati ambazo watu wana kiburi cha uzima akipata tu nafasi ndogo tu ya kuweza kuwa na ufahamu na elimu ya mambo ya kimungu, anajitenga na nyumba za ibada, anajitenga na makundi ya wenzake, haendi katika jumuiya ndogo ndogo kwa sababu anaelewa. Yesu Mwana wa Mungu alijua kujinyenyekeza, hakuwa na kiburi alienda kwa ajili ya kujifunza neno la Mwenyezi Mungu, alienda kwa ajili ya kupata neno la Mwenyezi Mungu kwenye sinagogi. Alipokuwa ndani ya sinagogi, Yesu anakuwa tofauti na viongozi wa sinagogi ambao walikuwepo mle ndani wakiwa na roho na nia ovu ya kuweza kumvizia atafanya nini siku hiyo ndani ya sinagogi au ndani ya nyumba za ibada. Uwe makini sana, unaweza ukaingia katika nyumba za ibada kwa nia njema ya kuweza kusali, lakini kumbe sio wote ambao wapo ndani ya nyumba ya ibada wana nia kusali. Kuna watu wapo wakifuatilia maisha yako, si wote wanaokuja katika nyumba za ibada wapo pale kwa ajili ya kujifunza neno la Mwenyezi Mungu, si wote wanakupenda, na hilo leo ulizingatie sana. Sehemu ya nyumba za ibada wanaweza wakawaja watu ambao wanakuchunguza maisha yako, matendo yako, unafanya nini, unakula nini na unazungumza kwa kitu gani. Yesu alijua wazi nia ovu ambao walikuwa nao wale viongozi ambao wengi walikuwa ni Mafarisayo. Alijua wazi kwamba hapendwi, alijua wazi kwamba wanamfuatilia, wanamchunguza maisha yake, lakini alirudi katika sinagogi kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu. Hata kama ndani ya kanisa lako hata kama ndani ya jumuiya ambayo ambao uko nayo kuna watu wanakufuatilia kuna watu wanania mbovu juu yako, usiache kwenda kwa sababu unakwenda pale kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu likujenge. Unakwenda pale kwa ajili ya ibada, usali kwa ajili ya Mungu wako, usimwogope mwanadamu. Nenda pale kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Tembea katika mitazamo ya Yesu. Hakuwaogopa wanadamu, wale viongozi waliokuwa wanamchunguza, bali alikwenda pale kwa ajili ya neno la Mwenyezi Mungu. Ndani ya sinagogi, alikuwepo mtu ambaye alikuwa amepata tatizo kwenye mkono wake. Mkono wake ulikuwa umepooza. Ukisoma kwa tafakari ya ndani sana habari za mtu huyu aliyekuwa amepooza mkono wake ni kwamba hakuzaliwa mkono wake ukawa amepooza. Kuna jambo lilitokea katika maisha yake. Na huyu mtu alikuwa ni mwanaume, familia yake yote ilikuwa inaishi kwa ajili yake yeye, yaani akafanya kazi, kula ya familia yake ilikuwepo katika mikono yake akawa hafanyi kazi, riziki ya familia yake ikawa kwenye mashaka, kwa sababu mkono wake mmoja haufanyi kazi. Akawa anamtazama Yesu, jicho lake lilikuwa kwa Yesu. Yesu unihurumie, Yesu unionee huruma, ionee huruma familia yangu, inateseka sina nafasi ya kufanya kazi kwa sababu mkono umepooza. Yesu akamsimamisha katikati kati ya lile sinagogi akasema mumwangalie huyu mtu katika mahitaji yake aliyokuwa nayo. Na baadaye pia hawa Mafarisayo wanamtazama waone atafanya kitu cha namna gani, na huyu mtu ambaye familia yake inateseka inamtazama Yesu, unionee huruma. Akawa katikati, afanye maamuzi ya namna gani? Yesu akaamua kufanya maamuzi magumu kumponya huyu mgonjwa, hata kama maisha yake baada ya kumponya siku ya Sabato yatakuwa kwenye hatari. Watamua, akaamua kutenda mema. Katika safari ya maisha yako, tenda mema kwa ajili ya watu, hata kama kuna watu wanakuchunguza pale, wanataka kuweza kukuharibia maisha yako, tenda mema, wasaidie wale ambao ni wahitaji. Yesu anasimama akimwokoa huyu ambaye alikuwa ni mhitaji, anamwambia nyosha mkono wako, akanyosha mkono wake na mkono wake ukawa ni mzima. Yesu anamponya mtu kwa neno la nguvu. Mafarisayo ambao walikuwepo pale wakakasirika sana. Twajifunza kitu gani? Fundisho kubwa zaidi katika tafakari ya leo ni hii, mtu ambaye anayeamini kwamba kwenda kanisani kusoma neno la Mwenyezi Mungu, kuongoza ibada kwenye jumuia, kuongoza ibada katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, ili watu waweze kuniona kwamba mimi ni mtu wa ibada, halafu sifanyi jambo lolote lile kwa ajili ya wa wahitaji, mtu huyo ibada zake na neno la Mwenyezi Mungu analolisoma ni ubatili mtupu. Yesu anaingia ndani ya sinagogi anaamua kufanya kitu kwa ajili ya huyu aliyekuwa ni mhitaji, na baadaye huyu mtu anapata, anaona maana ya maisha yake, tena anamtukuza Mwenyezi Mungu. Mtu yeyote ambaye hana hisia ya huruma, huyo ni ubatili mtupu. Mtu yeyote ambaye ni kipofu katika machozi ya malimwengu wanaoangamia kwa sababu wanakosa msaada, na tuko pale kwa ajili ya kufanya mambo magumu zaidi, kuchunguza watu wengine, huyo mtu hafai kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kwa Yesu dini ni huduma, kwa Yesu dini ni kuwasaidia wahitaji popote pale walipo na katika hali yoyote waliokuwa nayo. Siku ya leo, dini yako iweze kuwa na maana ya kuweza kuwasaidia wahitaji. Dini yako wahudumie wale wote wanaokutana nao wakiwa wanahitaji msaada, na baada ya hapo utaurithi ufalme wa mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.